Ulikuwa umeenda mbali ama yeye alikuwa metravel? Si so si ya no kukosana, acha ukatsiana, hapana. Ah, ah, yeah. ah, hiyo no we have ruled out that one, si ya ukatsiana, mkopoa meana. Mkopoa eh. So umetravel ama yeye metravel? Yeye yeah, you ndo know alikuwa metravel. uh -huh. Ehe yeah. How long? Three weeks hiyo, mko mkatsiana? Tumekataa ah, so so hiyo <laughs> <so my> surprise <laughs> sema hiyo three weeks eh hey, yeah. How was life? Ilikuwa tu sawa, lakini kweli ni ulikuwa na feel ukitembea tu kama kuna kitu ina miss. Lakini mnachat nini? Ukituma message kama yuko online unaanza kujamu. Unauliza eh? Unauliza <laughs> <laughs> <laughs> kufura bure hey, tu unaanza kujam hiyo bifo, pokee simu hey. Anaongea nayo achukue yako, ushajam. Ako mbali na wewe, akombali na baisa zake. Wengine sio lazima, si maboe like hey. other girlfriends, uko bizi ukiongea na nani, ujiona simu yangu ikiingia, huwezi kata simu tuongee? Huwezi kata hiyo, kosa tubaki. Nani nani muimportant kuniliko? Oja piga hivo tena, hivo amejiona hivo, alafu anakuonyeshaje? Tulia kiasi kiasi sasa <laughs> <laughs> <laughs> ukate simu au ongea eh, na simu ingine kuambia ukate simu kwa maisha yako, saa hii unaongea hmm. Na mama hivi, yes. Simu yake inapigwa, ni nani akikwambia ya achani simu utakuwa okay nayo mukuru ake ama wake peke hmm. Wazazi tu basi, hata kama ni mdosi ya maintain, ai maintain bana, polisi eh. Akichukua yote nje kwa anajua kwa nabonga eh, eh. si amechukua yote nje, si ana sababu ni it's a business call, anambie mtu wangu chan receive simu tutachapiana eh. Hapana, m angechukua yangu basi kweli kama msibepigwa sibepigwa, mkiongea mko incoming call na una incoming call tuongee mpaka tumalize, alafu ata call back, ata call back eh. ndugu yangu, si uko na mbaya mbaya? Ah si mbaya mbaya. Okay, na tusibe mnaongea na yeye alafu kuna best mwenye yako hapo kando aanze kuongea na yeye like anamjibu, ukiongea na wewe unasikia mekatusi, bado mnaongea lakini, anakuambia anamwambia ah, fanya hivi, bado mnaongea hiyo eh, bado hiyo bado ile tibidii eh? hiyo bado ile tishangue anakwambia, bebu ngoje, alafu anakata simu, ndio bebu ngoja directions. Lakini si akipera hapo, anaambia afanye hivi hivi, buta type hivi hiv hivo, hiyo iko sawa. Kama ni akumboka, hiyo hiyo ni shughuli ya mboka, iko sawa hivoaaat hivko sawa lakini tukirudi, tunarudi na shengnesha